Ya, tizama, yani ubora wa e, mapenzi ya ya hakika yaliokuwa al-Habshi, ya hakika al al-Habshi radhiyallahu ala zidna al-Habshi. Ume kula tumbaku nyingi bwana, uwezi kutuambia maneno ya kipuzi kama o, alafu tukuamini, alafu useme tusiku tusiku tusiyarudi maneno kama haya. Yaani mtume Muhammad ametoka Madina, kiama kija simama, ashakutoka si watu sikutoka kwa sababu ya kiama kusimama, ametoka kabla tena. Basi Hussein alitoka kaenda kwa mola wake, amekwenda kumtembelea mfuasi wake. Yeye angalia miujiza hii. Nawaambia hawa maduati wa kisunna hao, haya mambo nyinyi hamuona simati foni? So hawazivoni hawa zivoni, ama, kwenye hizi simu haya, hizi klipu zimeenea. Kisha wewe utambia, a msizozane ni furud, mambo ya kihtilafu tu. Hapana sheha, Twajua yapi ya ikhtilafu na twajua yapi ambayo si ya ikhtilafu. Sitaki kusema sana, kwa sababu mazungumzo haya yashazungumzwa, sisi twaja kuyajalizia. Lakini ufupisho wa maneno ni kwamba apokeshwe mola mmoja peke yake kwenye ibada, na kila aliyesimama kuhalifu msingi huu lazima wewe umpinge, awe vyovyote atakavyokuwa.

Mwenyezi Mungu akampoteza na ilimu. Na ilimu, ilimu Mungu akampoteza pamoja si, si kwa na kwamba yeye ana elimu na elimu elimu zake Mungu akampoteza. Kwa hivyo elimu si hoja kwamba waweza ukashika barabara ya saba, uweza ukawa na elimu na ukashika barabara ambayo sio kwa maslahi. Tofauti tofauti na hawa maduati wote walioingia kwenye ukanda huo ni kwa sababu ya maslahi na gharadha ambazo wanazijua wao, ndio maana wakazungumza haya. Kwa sababu gani? kwa sababu tuna video chungu mzima zao walipokuwa wana misimamo wakikemea hayo. Mulipokuwa mukizungumza misimamo hii, mulikuwa mmekunyw mmekunywa nini? Akili hamuna, mukazungumza mengine na sahii mwazungumza mengine. Juzi namwona mmoja, bana taki kumtaja jina, Mungu amuongoze, yuko na shekhe mmoja hapa kwenu hapo ule ana klipu zake mbili za kuthibitisha kwamba hana akida na ni mushrik. Asema tumekuja kwenye ziyara, kwenye, kwenye mazishi ziara, tumekuja kuwazuri wazuri mwa bwana wakubwa, na tumekuja kuwaombea na tutawaomba wao tena. Zungumza atumia lugha ya kiburi, na tutawaomba wao watuombe, watuombe kwa Mola wetu, anayetaka ni hivyo asiyetaka ni hivyo basi, sisi hatutaki hiyo. i ya kwanza, ya pili, yuko kwenye mkutano amesimamishwa azungumze. Wewe sikuzungumza tu kama Mwislamu, tuwateni mambo ya ukabila, mambo ya kila mtu abaki na dini yake, na Mwenyezi Mungu ndiye atakaye tulipa tukifika kwake siku ya kiyama, kwa malipo kila mmoja anayestahili. Lakini tupendane kama Watanzania na tushiriki, si useme tu hivyo asema aha. Tuko hapa e, tumejikusanya si kwa sababu ya dini, ni utanzania wetu, lakini kila mtu ana dini yake, bora tuheshimiane. Mimi nakwenda msikitini alfajiri, yule anakwenda kanisani saa moja saa mbili yetuheshimiane na pia Mwenyezi Mungu kataka hivyo. Mwenyezi Mwenyezi Mungu kataka vipi? Yani Mungu ametaka wa watu waende kanisani, kisha akatoa aya, likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja tumemwekea sheria yake. Akatoa hiyo aya na suala hili la aya au dalili sijui, wasikilizaji wataniruhusu nukta moja muhimu nifahamishe kwenye, kwenye hili suala akaitoa hii aya sasa. Awamun nas wasiosoma wakitolewa aya hii wataona kweli, likullin jaalna minkum shir'atan wa minhaja kisha kai tafsiri kila mmoja amejaliwa e, sheria yake na minendo yake. Usipoelewa utaona ni kweli huyu bwana anahimiza umoja, na hili ni jambo ambalo linatumika sana katika e, social media kwa sasa. Lakini waalimu zetu, Mungu awajaze kila la kheri, walitusomesha japo machache ambayo kama nilivyotangulia kusema machache hayo yanatusaidia kujua haki ni ipi na batil ni ipi. Uthaymin, Allah amrahimu, katika kitabu chake Mustalahul Hadith, mwanzo kwenye mukaddima ukisoma pale, vile vile akataja kwenye sherhi ya Nukhbatul Fikr ya Ibn Hajar Al-Asqalani, asema mwenye kutoa dalili ya aya tunatakiwa tumtizame kwenye jambo moja. Nieleweni vizuri, tawasaidia sana hii. Mwenye kutoa dalili ya aya inatakiwa tumtizame kwenye jambo moja, na mwenye kutoa dalili ya hadithi tunatakiwa tumtizame kwenye mambo mangapi? Mawili. Toi, tuanze na waaya, aya. Anapokuja mtu akatoa aya, tunatakiwa tumtizame kwenye jambo moja. Lipi? ya kwamba wajhu al-istidlali au sihhatu dalala, hii aya aliyotoa na topic tunayozungumza, hii aya yahusiana na hapa. Tumeelewana jamani? Kwa mfano, twazungumza kumwomba Mtume au kumwomba maiti kumnyenyekea mtume na kumwomba mtume ili atusaidie, yafaa? Haifai? msimamo wa Ahlu Sunna haifai, msimamo wa Sufia yafaa. Dalili, qala taala. Sasa ukisikia qala taala usibwage mabega ukasema ah, kwisha aya hiyo spani. Qala taala aya hey, tupo Qala taala walau annahm idalamuu anfusahm jauka fastaghfaru llah wastaghfara lahum rasulu, watakapo dhulumu nafsi zao. Muhammad jauka, watakuja kwako. fastaghfaru llaha, wamuombe msamaha mola wao. wastaghfara lahum rasulu, na wewe Muhammad uwaombee msamaha. Si hiyo aya? Mnakataza watu ni bana wasimwombe Mtume na aya hiyo Suratul Nisa aweza kutajia na nambaswa namba fulani, kati zale bwana. Sasa wewe kama hukusoma huelewi, utaona kuisha watu wa sunna, kumbe tu danganya. Lakini kuna kaida katika usulu lfiqhi inasema sihatu dalili la yastalzimu sihatu listidlali, dalili ikiwa sahihi haimaanishi kwamba yafaa wewe uipeleke utakapowewe. Ndivyo ndivyo wanavyofanya hawa mabwana. Na siku moja nilikwenda kwenye ofisi ya doktor Islam, Allah mhifadhi, ni miongoni mwa waalimu zetu waliotufundisha na tukastafidi sana kwao, akasema sufia washike kwenye mambo mawili, yaani ukitaka kumweza mtu sufi kwenye mambo mawili, hakikisha hayo unayafahamu, khalas, hawezi kusimama mbele yako kabisa. Jambo la kwanza sihatu dalili, na jambo la pili sihatu dalala au sihatu listidlali. Dalili kwanza iwe imeswihi, na njia ya kutolea dalili iwe ni ya sawa. Sasa mwenye kutoa aya dalili imeswihi, sawa lakini ukimtizama kwenye njia ya kutolea dalili hapo, lazima tu utamshika na utamwokota. Aya inayosema jauka, watakuja kwako mtume wa kuombe msamaha. Tunakuja kwenye vitabu vya tafsiri, kwa sababu Qur'ani imetafsiriwa. Usitafsiri Qur'ani kwa sababu una kilemba kikubwa kwenye kichwa. Qur'ani imetafsiriwa bwana. Ukija kwenye tafsiri ya Imamu Saadi asema jauka, ay fi hayatihi, la bada mamatihi, waumini waje kwako waombe msamaha kwa mola wao na wewe uwaombee wakati wewe uko hai, sio kwamba baada umekufa. Kwa hivyo aya haihusiani na kwenda kumwomba maiti. Lakini sasa usipoelewa njia ya kutolea dalili, wewe utashika kwamba Mungu amesema wa watu waende kwa Mtume, ashakuokota siku ya pili, utareoka makaburini. ili la kwanza la pili ni masala ya maulid. Hakuna maulid iko, lete dalili. Qala taala, qul bifadli llahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, watu wafurahi. Bwana Aya hii katika Qurani Tukufu, kumbe aya zungumza mengine, yeye ameipeleka wapi? Ameipeleka kwingine. Ndivyo alivyofanya huu shekhe, likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Mungu anakusudia akida moja, manabii wote. Hamusomi qurani nyinyi, soma suratul a'raf, nenda katika Hud, nenda shuara

wa ila madyana akhahum shuaib qala ya qaumi ibudu llaha, wote ni hivyo. Lakini sasa likullin ha wote jaalna minkum shir'atan wa minhaja, sheria tofauti, lakini msingi ni ngapi? Mmoja. Sheria ndio tofauti, alivyokuwa akiswali Ismail Sivyo walivyokuwa kiswali Musa, sivyo walivyokuwa kiswali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini swala zote hizo walizokuwa kiswali wanamswalia nani? Namswalia Allah. Sasa ukienda kule kanisani, ukipiga kelele, wapiga kelele, wamwabudu nani ha? Isa kisha waambia watu hapa, Mwenyezi Mungu mwenyewe kataka hivyo bwana ha? na kasema hasa, kasema wewe, kwa kuwa umepewa cheo ushekhe ndo unafikiri utadanganya watu. Hili ni la kwanza, sihatu dalili la yastalzimu sihatu alistidlal tayib. Jambo la pili ni mwenye kutoa dalili ya hadithi, kwanza mwenye kutoa dalili ya aya, tushaelewa sio? Eh, ukija ukisikia shekhe akizungumza kisha akatoa aya na lile jambo analozungumza lapingana na itikadi yako ya Kiansari au ya Sunna usimu, usichukue, ni sawa. Ah ah, wewe fanya kama huelewi vile. Afwan Sheikh, wallahi darasa nzuri sana. Umesema hili jambo linafaa, lina wasiwasi, kisha umetupa dalili. Sheikh unaonekana ume, umeiva kweli kweli kile kihoja. Ah, kabisa bwana, watu wadanganywa tu bwana, dalili zipo bwana. Naam, ile aya uliyotaja naomba inasemaje na iko sura gani? Kisha iandike polepole, wala nimefurahi. Wacha jamaa watantambua huko mtaani, maana ndio wanatusumbua huko. Alafu waja nao paka kwa ustadhi wako anayemwamini mzee wetu Sheikh Barahia, bwana, amezungumza jambo fulani, ametoa hii aya na kuapia kwa Mungu, aya itakuwa iko lakini yazungumza jambo lingine. Yeye ameifunga cheni tu akaileta paka atakapo yeye. Ndio tabia zao tuko pamoja waislamu toi ukija kwenye suala la, la hadithi basi mimi nasema mwenye kutoa dalili ya hadithi lazima tumtizame kwenye mambo mawili jambo la kwanza tunaitizama hadithi imeswihi au haikuswihi kabla tujakwenda kwingine kwanza usituambia kala rasulullahi ukatuporumoshia kala rasulullah karibia mia waislamu karatasi imejaa hadithi tofauti tofauti, alafu kute watu wa maansari wanapinga pinga tu, waambie wakasome hizi hadithi. Bwana jifanya jikunjua, e, kweli kweli mwambie, kuna neno naomba mpige kopi pale, zipige kopi, kisha tuilete kwenye meza ya hadithi na vitabu shekhe, alhamdulillah. Na alafu sasa, kizuri zaidi, sijui niseme kibaya zaidi, siku hizi ah, alhamdulillah siku hizi ni kuandika tu mwanzo wa hadithi, waletewa hadithi kamili ilipo na ipo kwenye kitabu gani. Ukisha kutuletelia karatasi tutake, tutakesha usiku na tuingie kwenye library. Alhamdulillah ustadhi wangu leo amenipeleka kwenye librari ya eh, markazi ya mahadi ya Imamu Shafii, librari ambayo ni kubwa sana, talabatu ilmi ni mustafidi pale na mukitaka kuwaweza hawa jamaa na kila mwenye itikadi mbovu, pambana na kusoma vitabu, my friend. Mwajazungumze, jifanye jahili. Naomba ustadhi ukaratasi, watu wamelala, ingia library yako pale, fungua, jitahidi kutafuta. Kwingine kumekushinda, asubuhi mwone mudir hapa, hii hadithi naitafuta nitaipata wapi? Utakuta kwamba hawa watu ni wabaranganya international Ukitukua ile karatasi ukaweka kwenye meza, sio hadithi ya kwanza, ni hii, fungua du <coughs> yatakiwa ikatupwa kwenye pipa la taka, yaani kwa maana mbovu, maudhu makdhubu, hadith munkar, haimu kabisa, yameiona tu kwenye kitabu. Akachukua hadithi ya pili, ukiangalia haimo sasa zile ambazo hazimo kazi yake weishakwisha, kazi yake ni rahisi ukija. Okay, ustadhi afwan, ba jana umetutajia hadithi karibia kumi na tano, lakini hadithi kumi zote hazikuswihi. Hiyo moja tushamaliza, tunaangalia hadithi hadithi imeswihi au haikuswihi. Na hapa pia nitakwambia usisikie kala rasulullah ukaona kwisha, jamaa washatumaliza, jamaa katoa hadithi kumi na tano, sijui baadaye nitasema nini hapo. Hawezi zikataa hizo kumi na tano jamaa kazitoa hizo, waona kwamba ndo. Hapana shekh, lete karatasi tuifanyie uchunguzi hapa. Tukikalia shekhe, hadithi zote mbovu hizo, na ukipata ambayo imesihi twaja kwenye ile jambo la, la kwenye Qur'ani, kwenye ile aya niliyowambia. Hii hadithi ukiangalia, ah, mashaallah hadithi sahihi tayib, hadithi imesihi. Yule shekhe ameitumia hii hadithi kwenye jambo gani? kwenye jambo linalohusiana na kitu fulani Toib. Hadithi hii iko kwenye kitabu gani? Iko Bukhari. Unaleta sherhe za Sahih al-Bukhari zote unaweka juu ya meza hapo, unaanza na alimamu Ibnu Hajar, unaisoma ile inakuja kwenye sherhe. Ukisoma ah, imamu Ibnu Hajar azungumza hadithi yaelezea ya mambo mengine kabisa. Huyu bwana ameitukua kaitia takapo yeye unamweka imamu Ibnu Hajar kando, unamshika Badrul Aini, unaiweka pale, unafungua hadithi ile na namba yake, unasoma maelezo pale, unamnukuu, unafunga ukimaliza pale. Siku nyingine unakwenda zako kwenye saiba pale, unamtaipia kama huwezi kuandika pengine unazidownload kwenye internet copy paste pale, unamwekea na huku ushamwekea alama kwenye library yako ya mahadi shafi. Na shukrani shekh, karatasi yako naomba ukasome. Atakwenda usiku, atasoma usingizi, utamruka utamruka usingizi. Kwa nini? Tajia wazi hapa, nimekutana na wasomi hadithi zote nilizotaja kwanza, nimetajiwa pahali zilipo na kwamba ni mbovu, na ambazo zilizosihi nimeambiwa tafsiri zake za kusudia nini na sivyo nilivyoeleza mimi. Hili ni la msingi sana, tujaribu kulifanyia kazi. sihhatu addalili wa sihhatu addalala au sihhatu alistidlal. Na unaambiwa kusihi kwa dalili haimaanishi kwamba yasihi, wewe kutolea dalili haimaanishi lazima iwe pana sihhatu alistidlal. Haki ya Mwenyezi Mungu ni aabudiwe peke yake asishirikishwe na yoyote na chochote katika ibada zake zote. Tumegusa ibada ya addua kwa malengo ya kuona kwamba watu wanavoomba maiti na makaburi na wakayahimiza hayo. Kisha kwenye hilo tukaeleza maduati wa ahli sunna, ambao Mwenyezi Mungu awarejeshe kwenye barabara sawa, waliotoka kwenye barabara wakashirikiana na hawa watu na wakawaangazia watu kwamba haya si mambo ya msingi na ni mambo ya msingi, na meseji ifike, mambo ya furughu ambayo tunatakiwa tukhtalifiane bila ya sisi kuteta tunayafahamu, na mambo ambayo tunatakiwa tuwe kwenye safu moja tunayafahamu. Shida yetu ni kwenye misingi, shida yetu si kwenye, si kwenye matawi kwenye matawi tukhtalifiane kabisa. Mimi na hakika, Shekhe wangu Baheru ni shekhe wa Sunna na Shekhe Barahiana ni shekhe wa Sunna, lakini na hakika, kuna mambo ambayo ya kifiqhi hii wamekhtalifiana. Mwingine Barahiana ana msimamo wake na Shekhe Baheru ana msimamo wake, lakini hawajakhtalifiana kwenye akida. Hakuna hiyo, huwezi kusikia kuna ikhtilafu kati ya Barahiana na Shekhe Baheru kwenye akida. Hakuna hiyo jamani, sidanganya watu bwana.